Mimi siogope risasi. Kufa ni kawaida hata, hata ningekuwa nyumbani ningekufa tu, ndio maana nikufe na niko apigania nchi yangu. fika usiku, nafanya nini? Tunampiga hadi akifika usiku, tunapambana tuna, tu naye tunamkimbiza kwajua sihana force ya kupigana na shishi. Huko kuna mvua na baridi, lakini naona hauvaa hata kote, hakuna hata na baridi na mvua tushazoea, biote bado hatuyapoteza. Mwenyezi Mungu anatujalia, tungali tunalindwa na Mwenyezi Mungu. Sasa mnafanyaje kupandapanda hii milima, kwa sababu hata sisi tulichoka kupanda? Sie tunazowea, nyie munaishi kukizungu, mlizoea kupata raha, sie tunaishi magumu siku zote. Waona, mtoto azaliwe mu hali ya ukimbizi, agomalie muukimbizi, yeye atakuwa mwenye kuchoka namna gani? Na siku zote zenye anaishi ni za mateso, kukimbiakimbia lakini una askari wangapi wao kupigana na M23? Inasaidiwa jeshi haina hesabu, kwa sababu chila siku vijana wanaongezeka, haina hesabu na ukahesabia, maana yake kila mukongomani ni jeshi. Kwa hiyo wakati mwenye atashikwa na hasira atasimama na kupigania inshi yake. Mumechukua masisi kichanga, wapi sasa mnakwenda wapi? Hapa tunakwenda timpaka kumupaka ya inshi yetu, kwa sababu hatuwezi kuwacha hata santimetre moya iyende Kudongo ya Kongo. Hata na kwenye wako wanajidanganya kutia mipaka tutaendelea kupagombania mbao kumwisho. Na wakazidisha zaidi zaidi tutajuaka kenye kiko kinawaleta ni kitu gani. Yule mwenye ataendelea kusaidia adui kumsapoti atapata magumu. Aogope kufa? Ah, kufa ni kawaida. Basi kuko kifo kuzidia kunyanganywa nchi yako. Mwenye anakunyanganya nchi sana kuua nchi njoo mtu. Ukaishi na hauna nchi utaishi wapi? Afande, ndevu umeziacha magumu mengi sana tunaishi, basi ndatosha ndevu namonagani mbo, ndevu siwezi kutoa kwa sababu nina hasira kubwa sana, nikatoa ndevu nitakuwa nimekuwa muraha, ijapokuwa maisha yangu ni maisha ya magumu siku zote, mavita tumezala watoto muvita watoto banagomala kuvita, bamoya bamekosa masomo. Maisha yetu tunaishi kukimbia kimbia kila sana dakika. Mimi sitaki kujifurahisha, kwa sababu mwenye anapenda kutosha ndevu ni mwenye anajifurahisha. Sie tunaishi magumu, au nakosa pia fasi ya kunyola hizi ndevu kwa kuishi katika misitu, na kunyola haina maana kwa sababu hatuifurahie, tunaishi magumu. Siku yenyewe tutajisikia na sie kupata raha, tumepata ukombozi wa nchi yetu, njoo tutafurahia na sie kujifurahisha sasa vile wengine wanajifurahisha na muda ili yeah. Unajua, mwenye kulia njala ni mwenye anajua kama tapata chakula, lakini mwenye anajua hatapata chakula haangaikie kusema mbo chakula itapatikana. Tutachoka namuna gani? Nani njoo mwenye tutaachia hii kazi? Na siye njoo wenye nayo, hii inchi ni yetu. Tutaiachia nani hii kazi? Inafaa tuendelee na juhudi kuliko kuchoka. Tunaendelea na nguvu na watoto wetu tukiwafundisha, kama tumevamiwa, ni sherti tupiganie nchi yetu sikia, nja, njara hatutasikia kwa sababu population yetu itatusapoti.